Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ametoa wito kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam kujitokeza katika zoezi la bure la kupima afya ambapo madaktari bingwa wa moyo, figo, saratani ya matiti pamoja na tezi dume kutoka hospitali kubwa jijini humo watakuwepo kutoa huduma siku ya Jumamosi na Jumapili. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa na jopo la madaktari bingwa watakaotoa huduma hiyo, Makonda amesema upimaji huo wa afya utaenda sambamba na utoaji huduma na dawa, ushauri, na watakaobainika na ugonjwa huko wengine watapewa mwongozo wa kukabiliana na magonjwa hayo. Leo tunataka tutumie fursa hii kuambia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wamepata fursa ya kipekee ya tarehe 24 na 25 ya mwezi huu, siku ya Jumamosi na Jumapili, katika viwanja vya Mnazi Mmoja watakutana na madaktari wetu bingwa kutoka hospitali mbalimbali katika mkoa wetu watakaofanya uchunguzi wa magonjwa zaidi ya kumi, ambapo kwako wewe ukatazi kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo jingine, unaweza kukutana na mtaalamu wa figo kutoka Muhimbili, ukatoka ukaenda kwa mtaalamu wa moyo, ukatoka ukaenda kwa mtaalamu wa saratani ya kizazi. Baadhi ya madaktari bingwa kutoka Muhimbili na hospitali nyingine kubwa jijini Dar es Salaam wamewataka wananchi kupima afya zao kwa kuwa gharama za upimaji zikiwemo magonjwa ya figo na moyo ni kubwa. Hivyo ni fursa pekee kwa wananchi kujua afya zao na kuchukua hatua za haraka kukabiliana na matatizo kabla hali haijawa mbaya. Watanzania wengi wana shinikizo la damu. Watanzania wengi wa wana tatizo la ugonjwa wa kisukari, ambayo ni magonjwa ambayo yanaua sana hapa Tanzania zaidi hata ukimwi. Magonjwa asiopewa kipaumbele kipa yanaua sana, na ndio tuliowagundua, na watanzania wengi wali, waliofika pale kwa ajili ya kucheki mioyo yao waligundulika kwamba wana matatizo ya presha, lakini yanayotokana ya na matatizo ya moyo. Hospitali ya taifa Muhimbili pamoja na hospitali zingine zote za mkoa wa Dar es Salaam na ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na wadau wote wa afya watajipanga vizuri. Huduma yote ya dharura itatolewa pale pale uwanjani. Kutakuwa na magari ya dharura, magari ya ambulance, na hata kama kutakuwa na rufaa yote ile, sisi tunao utaratibu mzuri sana ambao umewekwa na Wizara ya Afya pamoja na hospitali zetu za mikoa pamoja na hospitali ya taifa Muhimbili mbili, kuwa wale wagonjwa wanaweza wakapatiwa huduma pale pale au wakapelekwa hospitali stahiki. Amisi Suleiman, Channel Ten, Dar es Salaam.